Inua, Bwana, inua inua, Yesu, inua here. Inua, inua, inua, inua inua, inua Yesu, inua, inua, inua Yesu, inua, inua, inua. Inua. Na bigengele kwa Yesu. <vodka> <coaloo> Ei, Yesu. Mwambie, mwambie, Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu mwambie anaweza yote Yesu Atakushindia Yesu, mwa mwambie. Mwambie Yesu, mwambie Mwambie Bwana shida zako, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote, Yesu mwambie, atakushindia eh, mwambie ana

Amen. Tukiwa katika hali hiyo ya kusimama, tutaanza ibada yetu na wimbo wetu wa kwanza. Tutaufanya wimbo wa pili, uniambie ya Yesu

Huzuni nyingi huniambia hey, hey, hey.

Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya mia thelathini na nane na kushukuru eh, Mwenyezi Mungu, kwa moyo wangu wote naimba sifa zako mbele ya miungu na sujudu kuelekea hekalu lako takatifu, na lisifu jina lako kwa sababu ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa sababu umeweka jina lako na neno lako juu ya kila kitu. Nilipokulilia wewe, ulinijibu umeniongezea nguvu yangu. Wafalme wote wata duniani watakusifu, e, Mwenyezi Mungu, kwa sababu umeyasikia, wameyasikia maneno yako. Wataimba sifa za matendo yako, e Mwenyezi Mungu, kwa maana utukufu wako ni mkuu. Ingawa wewe e ee Mwenyezi Mungu, uko juu ya wote, unawaangalia kwa wema walio wanyonge, nao wenye kiburi huwaona kutoka mbali. Hata nikikumbana na taabu, wewe wanilinda, waunyosha mkono wako dhidi ya hasira ya adui zangu, kwa nguvu zako kuu wanisalimisha e Mwenyezi Mungu, utatimiza yote uliyo ni ahidi. Fadhili zako e Mwenyezi Mungu za dumu milele, usisahau kazi ya mkono wako mwenyewe. Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya uaminifu wako kwetu. Asante mfalme wa ajabu kwa sababu umetutenda mema. Asante mfalme wa ajabu kwa sababu umetuonyesha rehema zako, na twakushukuru, kushukuru Baba wa ajabu kwa sababu hatukustahili mbele zako, lakini kwa sababu ya neema yako na ukarimu wako kwetu, Baba wa ajabu umetufanya jinsi tulivyo. Na kwa hivyo, tunapokuja mbele zako asubuhi ya leo, tunakuja na wingi wa shukrani, tunasema huimidiwe ukiwa katika kiti chako cha enzi tukisema hakuna aliye kama wewe. Wewe una keti juu ya vyote, na wewe ndiwe uliviumba vyote. Ukasema na kuwe na kukawa, ukatamka mambo ambayo hayapo, mambo ambayo yapo kana kwamba hayapo. Na Baba wa ajabu, twaliinua na kulisifia jina lako, kwa sababu ulisema tu na kuwe na kukawa, na kwa sababu wewe ni mwaminifu, Baba wa ajabu ukamuumba mtu kwa mfano wako ili aweze kukuabudu. Na siku ya leo, Baba wa ajabu, tumekusanyika katika nyumba yako, na ili tulete ibada zetu mbele zako ili tukuabudu kwa sababu wewe ni Mungu wetu, ili tulisifu jina lako kwa sababu jina lako ni tukufu, jina lako ni takatifu. Na kwa hivyo Baba wa ajabu tunapasa vinywa vyetu na sauti zetu mbele zako, Baba wa ajabu, tukisema ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Mara nyingi Baba wa ajabu, tumepotoka tukatoka katika njia zako, katika matendo yetu, katika mawazo yetu, katika maneno yetu, na Baba wa ajabu, tunaaibika tunapokuja mbele zako kwa sababu tunatambua ya kwamba wewe ni Mungu mtakatifu na neno lako linatuambia ya kwamba there is no sin in you. Na kwa hivyo Baba wa ajabu, tukija mbele zako tukiwa wenye dhambi, tunahaibika Baba wa ajabu, na diposa twaomba ya kwamba utaturehemu, twaomba ya kwamba utatuhurumia, twaomba ya kwamba utatuosha na damu ya mwanao Yesu Kristo, kwa sababu ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kwa ajili ya kutuweka huru, na kwa hivyo Baba wa ajabu twaomba ya kwamba utatuweka huru kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo. Unatuambia mfaume wa ajabu wakati tunazificha dhambi mioyoni mwetu huwezi ukayasikia maombi yetu. Na kwa sababu mfaume wa ajabu tumetubu na dhambi zetu tumejuta kwa sababu ya yale tumeyafanya, baba wa ajabu, twaomba ya kwamba utayasikia maombi yetu, twaomba ya kwamba utaipokea ibada yetu twaomba ya kwamba sifa zetu, Baba wa ajabu, zitakuwa sio kelele tu, bali itakuwa ni manukato mazuri mbele zako. Baba wa ajabu, pokea ibada yetu, pokea na sadaka zetu ambazo tumekuja nazo, kwa sababu katika wiki mzima umetupa nguvu na tukaweza kufanya kazi na mikono yetu na wewe uliahidi ya kwamba utabariki kazi ya mikono yetu, na umebariki kazi ya mikono yetu tukapata mapato yale. Mapato yametusaidia katika nyumba uh, zetu na mengine tumeyaleta mbele zako, yakiwa ni sadaka yetu ya shukrani, yakiwa ni sadaka yetu ya kawaida, yakiwa ni fungu letu la kumi, lakini yakiwa ni uzao wetu wa kwanza. Na baba wa ajabu, twaomba ya kwamba utapokea na sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo unapopokea ibada yetu ya sifa, Baba wa ajabu, tuomba ya kwamba utapokea pia na sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo. Asanti. Kwa sababu ya kasisi wetu tunakushukuru Mfalme wa ajabu, kwa sababu umempatia huduma katika kanisa letu na baba wa ajabu twa kushukuru kwa sababu umekuwa ukimtumia. Pokea sifa, pokea na shukrani, na basi twataka kumwombea ya kwamba baba wa ajabu utaimarisha hatua zake, ya kwamba utamtenda mema baba wa ajabu, ya kwamba utamwekea ua katika jina la Yesu Kristo and whatever he needs. Oh dear Father, we want to pray that you will provide, katika jina la Yesu Kristo. Umemjaza na neno lako na ili mfalme wa ajabu akatulishe. Na baba wa ajabu twataka kumuombea ya kwamba wakati utakapofika, ya kwamba utamtumia na ujasiri mkubwa kwa ajili ya kuleta neno lako, neno ambalo ulimtayarisha neno ambalo ulilificha moyoni mwake. Baba wa ajabu tuomba ya kwamba utampa kulileta hilo neno kwetu, na ili tukayashike na mausia yako katika jina la Yesu Kristo. Asante baba wa ajabu kwa sababu utatutenda mema. Pokea sifa zetu, pokea na utukufu wote unapotubariki asubuhi ya, ya leo. Baba wa ajabu, twakumbuka makusanyiko mengine ya watu wako, mahali watu wako, watu wako ambao wanakuabudu katika roho na kweli, mahali ambapo wamekusanyika. Baba wa ajabu, twaomba ya kwamba utajionyeshana kwa sababu wewe ni mwaminifu twajua oh, ya kwamba baraka zako zipo, twajua ya kwamba wewe unawafanya watu wakazitubia dhambi zao. Baba wa ajabu twaomba ya kwamba katika makusanyiko ya watu wako utajionyeshana, ya kwamba utawaokoa watu, baba wa ajabu, ya kwamba utatia shuhuda mpya ndani ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Baba wa ajabu, tutembelee na njia yako ya ajabu ni wewe tunakungoja, ni wewe tunakuinulia macho yetu hadi utuonee huruma. Mfaume wa ajabu, tutende mema, kwa sababu wewe ni mtenda mema. Asante Baba wa ajabu, kwa kuwa utajidhihirisha. Tunakushukuru kwa sababu ya watoto wetu wa AIC Naivasha Town Schools. Baba wa ajabu, twasema asanti kwa sababu siku ya leo tunaabudu pamoja na wao na wakati tunawaona Baba wa ajabu, mioyo yetu inajawa na furaha kwa sababu tunajua, this is the work of your hands and therefore we want to bless them, pamoja na walimu wao, pamoja na wote ambao wanasimama kwa ajili ya shule yetu. Baba wa ajabu, ukawabariki na kuwatenda mema kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Hivi basi twajikabidhi mikononi mwako, na ili Baba wa ajabu ukachukue usukani kiongozi wa ibada ukamtumie, na ili baba wa ajabu akatuongoze katika kukuabudu katika roho na katika kweli. Pokea sifa zetu, pokea na utukufu wote, na hili ndilo ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba na kuamini. Amen. Asante, tuwapigieni makofi. Asanteni sana. So, kanisa, bwana wetu asifiwe. Hallelujah! kwa majina naitwa John Chege, nimeokoka na mpenda Yesu. Karibuni sana kwa ibada ya siku ya leo na ili tumwabudu Mungu pamoja. Leo ni siku ya baraka kwa sababu tuko na watoto wa shule yetu. So, shangae, kwa kwanini tuko na wao, na kwa saa hizi ni wakati wa presentation, kwaya, wimbo mmoja Alafu wanarika, one song, alafu watoto wetu wa shule yetu, uh, na, na wao nawapea presentation. So, kindly choir one song. Choir simwamke